Uh, mfano mwingine baba he mama baba he mama, baba na mama na. Inatumika kuunganisha watu au vitu zaidi ya viwili e, yani kwa mfano a na b na c. Kwa mfano uh, mimi na kaka na dada wohe gaga he meimei wohe gaga he meimei. E, kumbuka na haitumiki kuunganisha vitenzi. Hauwezi kusema Wosweshi hekunzo, yani kimaanisha mimi ninasoma na ninafanya kazi. Badala yake utasema hivi, wosweshi yekunzo, wosweshi yekunzo, ninasoma pia ninafanya kazi. Neno lingine linalofanana na kutumia neno gang, gang inamaanisha na, hasa kwa watu. Mfano, mimi na rafiki yangu tunaenda gym, unasema wo gang pongyo chiu jenshanfang, wo gang pongyo chu jen shang fang, mimi na rafiki yangu tunakwenda gym. Akisha umefollow account ya Ongea Kichina na share hii video kwa wengine ili tujifunze zaidi. Sisha daja za zaijen.